Mimi ni Bwana Nick ik nakuwa uh, mwanamemba wa shirika la raia ndani ya kikundi cha vuguvugu la Lucha ndani ya mji wa Beni. Na wakati tumesikia rais wa zamani Kabila kuweza kuingia ndani ya nchi ya Kongo kwetu, kwanza tunasema yeye kama mkongomani ana shurti ya kufika kwa Kongo kwa wakati unaofaa na kwa muda unaofaa lakini shida kubwa inakuwa ni kwamba anaingilia uh, maeneo ambapo adui anadhibiti. Hiyo inakuwa shida kubwa ambayo tunakuwa nayo, lakini sisi tuko nawaza kama vijana wa shirika la raia, inaonekana kwamba kama anaweza kuenda kuikaa huko, itakuwa kwamba anatumika na hawa waasi ambao wanaenda kutatiza nchi yetu ya Kongo. Na kweli kwetu, kama wanashirika, tunaweza kuona kwamba hii vita ambayo tunapitia ni vita ambayo ni matokeo ya uchaguzi mbaya ya mwaka uh, elfu mbili na kumi na mnane ambapo chisekedi pamoja na kabila na bwana nanga waliweza kukamata inji kuiteka nyara kwa kusaini mikataba ili waweze kufanya juu chini kuweza kukamata mamlaka bila uh, kupenda ya raia hiyo inakuwa matokeo ambayo tunaishi na hapo ndipo sisi tuko na waza kwamba Bwana Kabila na Chisekedi na Nanga ni watu ambao tunastahili kuwanasa fazi moja, waweze kukaa na kuweza kuangalia kuweka Kongo mbele, ili Kongo iweze kupata usalama na tuweze kufanya maendeleo, kwani vita sio nzuri. Vita imefanya madhara sana. Tunapenda waweze kutia uh, maenterezao kando, waweze kufanya juu chini, wakae kama watoto wa Kongo wasimulie na waweze kupasula hiyo akoro zao waweze kuona njoo Kongo kuenda mbele, kwani vita kwa kweli inaendelea kurudisha inji nyuma.